Habari ndugu mtazamaji, naitwa Diana Endu Salanga, ni afisa mwandamizi wa CSDR, kampuni tanzu ya soko la hisa la Dar es Salaam. Tuko hapa kwenye viwanja vya Usagara Tanga kuanzia tarehe kumi na tisa na tutakuwepo mpaka tarehe ishirini na sita kwenye maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa. Uh, mimi niko kwenye kitengo cha Securities Registry Services, ambayo tunajihusisha na kulipa magawio ya makampuni baadhi ya makampuni ambayo yamesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa, kwa mwekezaji ambayo ataweza kututembelea kwenye banda letu la DSE pamoja na CSDR, kama na changamoto yoyote ya magawio, tunaweza tukampa usaidizi na vile vile ataweza kupata linki ya kwenda kuboresha taarifa zake kwa ajili ya kulipwa magawio ya makampuni ambayo labda anaona hajalipwa kwenye tovuti ya CSDR. Pamoja na kujihusisha na magawio, pia sisi kama Securities Registry Services pia huwa tunatoa huduma kwa baadhi ya makampuni ambao sisi ni wasajili wa, wa hisa wa hao makampuni husika huwa tunatoa huduma pia za kusimamia mikutano ya wanahisa ya mwaka. Tunawakaribisha tuweze kuwahudumia hapa viwanja vya Usagara Tanga. Asanteni.